Kwa hiyo okay. Kwa Umbro hili kwao ni, a, ni mafanikio makubwa sana. Airport ya Tanzania inamrusha mtu kama Jasha huwa mm. amevaa Umbro, anapanda pipa, anakwenda labda Ajax yes. kwenda kusaini mkataba akiwa yes. na chapa ya Umbro safari yake hii tu akiwa hapa kwenda anashuka Dubai, ana Dubai, anakwenda mpaka anafika Uholanzi, anafika, unaona kabisa ni namna gani hapa Umbro katikati watakuwa wameuza chapa yao kwa kiwango kikubwa zaidi. Tunaiona Simba uh, kabla ya Sunderland uh, kulikuwa na Fredi vunja bei vunja bei, alikuwa alikuwa amenunua mkataba kwa bilioni mbili. Yes. Eh, baadaye amekwenda amefanya biashara lakini, uh, wakaja akaingia Sunderland akaingia kwa bilioni nne. Yeah. Kutoka bilioni nne kwenda hadi, hadi, hadi thelathini, Simba Sports Club. Haya ni mafanikio makubwa sana yes. Lakini pia tukiangalia sababu ya simba kuweza kuwa wa kwanza kuguswa hii, nafikiri haina mjadala, ni consistency ya kuweza kufanya vyema katika michuano ya kimataifa. Tumeona Simba Sports Club katika miaka sita kuanzia sasa ukirudi nyuma yes. Simba huwezi kumkosa ukimtaja kimataifa, na amekuwa akifanya vyema, hatoki katika hadhi yes. ya, ya ya bland. Kwao tunaona Umbro kuanzia miaka elfu mbili na kumi inakuwa inashika hatamu na kuweza kufanya mambo makubwa kweli kweli, na kwa kuwakumbusha tu watazamaji, Umbro ilipokuwa imeanza moja kwa moja, haikuanza na timu kama timu, ilikuwa imeanza na vifaa vya michezo. Kuna wakati mwingine walikuwa wanabuni mipira ya kwao wao kama wao yeah. Wanaibuni, wanabuni mipira kwenye kwenye upande wa yes. Bwana mambo vipi, mtazamaji wa Steam Media, tupo hapa kukujuza yale mengi ya kimichezo e, nipo na Steven Mapunda, yeye ndiye ambaye E, atatujuza nini ambacho kimejiri huko katika viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba, inasemekana e, kwenye ile tenda ambayo walitangaza nani atawavesha jezi msimu huu e, kampuni ya Umbro wao wamefanikiwa, na tunajua Umbro wapi ambapo wanatoka wa, tumeona maeneo ya Italy, maeneo ya Russia, lakini pia e, maeneo ya nchi za Scandinavia huko na baadhi ya maeneo mengi hata Afrika huko wana, wanavesha jezi hizo nao pia wametia bilioni 30 kwa miaka mitano kuweza kuwavesha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hii inafanya pia Simba kuwa jezi yenye thamani zaidi kwa ukanda wa Afrika Mashariki na kati. Faida gani nyingine ambayo wataipata kwenye hii pesa haya mengi atatujuza eh, Steve. Mimi naitwa Yusuf Katalambula hii ni Steam Media. Tende kumsikiliza naam, Steven Mapunda. Steven Mapunda. Naam, wakati nataja kiasi cha pesa naona wakawa na furahi ah, see yaani hapo mwenyewe pia yani nafurahi, alafu unajua ile huku unatengeneza nyumba ya mabarafu mm, yani matarajio <laughs> yanakuwa makubwa kweli kweli, yes. Na ukiangalia hivyo unasema kweli, kwa staili hii kama Simba, mm, inakwenda kunufaika kwa kiwango kikubwa sana yes, kwenye hiki yeah, mm, na of course yes, kwamba ukiangalia Umbro ni kampuni kubwa duniani, sio kampuni kubwa Tanzania au Afrika, ni duniani. Na ukiangalia katika brandi ambazo zimefanya vizuri zaidi duniani utarudi kwenye Nike miaka ya 94 92 b paka mwaka ya 98, lakini baadaye ilikuja Reebok nayo ilifanya vizuri sana. Baadaye ikaja Puma nayo pia ikashika hatamu. Puma ilisumbua hadi miaka ya 2012 hadi 13, hadi kombe kombe la dunia linafanyika linafanyika Korea mwaka 2002 nafikiri 2002, na Brazil anachukua Ronaldo, amenyoa kipanki. Puma ilikuwa iko katika kilele cha mafanikio Kweli kweli yes, lakini baadaye tunakuja kuona aa, miaka ya elfu mbili na kumi kupanda juu, Umbro imekuja kushika hatamu zaidi, lakini toka yuko chini ilikuwepo. Lakini unajua biashara wakati mwingine zinakuwa zinakwenda kwa kwa trending na yes, wakati mwingine pia kubadilisha staff, kubadilisha wafanyakazi na nini, unakuta mtu alikuwa liboki anahamia anaamia Umbro mwingine analikuwa Umbro na ile pia kwenye kubadilishana ufanisi pia inapandisha hadhi yes. ya ya ya brandi kwao. Tunaona Umbro kuanzia miaka elfu mbili na kumi inakuwa inashika hatamu na kuweza kufanya mambo makubwa kweli kweli. Na kwa kuwakumbusha tu watazamaji, Umbro ilipokuwa imeanza moja kwa moja, haikuanza na timu kama timu, ilikuwa imeanza yes. na vifaa vya michezo kuna wakati mwingine walikuwa wanabuni mipira ya kwao wao kama wao yeah, wanaibuni wanabuni mipira kwenye, kwenye upande wa, wa, um, ile nani mchezo wa kutumia nguvu kwenye rugby, baadaye wakaingia kwenye football na baadaye kuja kuzidhamini timu mbalimbali katika utengenezaji wa jezi hadi kuvalisha marefari, tumeona marefari wengi sana wanavaa chapa ya Umbro yes. Na kuona uh, Umbro kampuni kama hii kuja kuingia Afrika na moja kwa moja kuja kuapproach Simba Sports Club, haya ni mafanikio makubwa sana yes. Lakini pia tukiangalia sababu ya Simba kuweza kuwa wa kwanza kuguswa hii, nafikiri haina mjadala ni consistency ya kuweza kufanya vyema katika michuano ya kimataifa. Tumeona Simba Sports Club katika miaka sita, kuanzia sasa ukirudi nyuma, Simba huwezi kumkosa ukimtaja kimataifa sahihi, na amekuwa akifanya vyema, hatoki katika hatua za awali, aishi kwenye makundi, lazima afike robo fainali, ingawa amekuwa na wakati mgumu robo fainali kwenda hatua nyingine, lakini robo fainali ni kiwango kikubwa ukiangalia kwa hali ya soka la Afrika Mashariki na Kati, kwa timu kama ya Simba kumaintaini robo fainali mfululizo, yes, tano, sio jambo ambalo unaweza ukalibeza. Kwa hiyo nafikiri hata hao ambao wamekuja, jambo la kwanza kuliangalia ni namna gani wao wanaweza wakauza chapa yetu kimataifa, na nafikiri Umbro kwa kufanya hivi wameamini kuwa uh, wana uwezo wa kuweza kutanua biashara yao katika bara letu la Afrika. Tunaiona Simba uh, kabla ya sanda Uh, kulikuwa mm, na Fredi Vunja Bei. Vunja Bei alikuwa alikuwa amenunua mkataba kwa bilioni mbili. Yes. E, baadaye amekwenda amefanya biashara lakini uh, wakaja akaingia Sunderland akaingia kwa bilioni nne. Yeah. Kutoka bilioni nne kwenda hadi hadi thelathini. Mm. Unakuja kuona kwamba ni kiwango ambacho kimezidi kime uh, mara, mara unaona kiwango ambacho kimezidi mara saba zaidi, yes, ya kile ambacho walikuwa wanakipata mwanzoni. Sae. Kwa hata ukija kuangalia katika asilimia unaona kabisa kwamba kutoka kwenye nne uh, kwenda mpaka kwenye thelathini unaona kabisa kwamba wamezidi karibu asilimia themanini ya kile ambacho walikuwa wanakipata mwanzoni, kwe, kwa Sunderland kwa hiyo Simba inakwenda kuwa ni biashara kubwa zaidi. Lakini pia vile vile Umbro watakapokuwa wameinvesti katika swala la jezi la Simba hawatoishia tu kuuza vifaa vya, vya, vya Simba, Simba yes. Wataendea mbali zaidi na kuuza wachezaji kwa sababu wanaamini kuwa, uh, pale ambapo mchezaji ambaye anatoka uh, katika ardhi ya Simba na kwenda katika ardhi ya timu nyingine ambayo ni kubwa zaidi ndani ya Afrika au nje ya Afrika wanaamini kabisa kwamba tayari biashara yao itafanyika. Tumeona uh, mtu kama mtu kama Ronaldo Delima yes. Alikuwa akivaa chapa Nike muda mwingi, alikuwa akivaa chapa Nike. Unakuta kwamba hata kama anapotoka Inter Milani anakwenda labda kusaini mkataba uh, Real Madrid yes. Kabla haja hajaingia makubaliano na Real Madrid, tunamuona akiwa mm -hmm. amedress na chapa ya Nike nik yes. pale uh, kwa zile dakika chache ambazo unaziona. Wa waandishi tukiwa tunawapelekea tuna taarifa umma, mm, zile dakika chache zinatosha kabisa kwenye kuuza chapa. Kwa hiyo okay, kwa Umbro hili kwao ni, a, ni mafanikio makubwa sana. Airport ya Tanzania inamrusha mtu kama jashaa ua, mm, amevaa Umbro anapanda pipa anakwenda labda Ajax yes, kwenda kusaini mkataba akiwa yes, na chapa ya Umbro. Safari yake hii tu akiwa hapa kwenda anashuka Dubai, ana Dubai anakwenda mpaka anafika anafika Uholanzi. Unaona kabisa ni namna gani hapa Umbro katikati watakuwa wameuza chapa yao kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo mi nafikiri uh, katika hilo Simba watakuwa wame, wamepata dodo katika hmm, mnazi, yani mnazi umeangusha dodo, alafu hmm, wameliokota, lakini pia upande mwingine litakwenda kuwa ni sehemu ya kwenda kuleka ushindani zaidi kwa vilabu vingine vya ndani ya Tanzania inafahamika Simba mpaka sasa hmm. ndio jezi ambayo ina ina thamani kubwa kwa taifa letu la Tanzania, kwa maana hmm. kwamba ndani ya mwaka mmoja, ndani ya mwaka mmoja aa, wameweza ku, ku, kupata mkataba wa bilioni nne, wakati doto yeye, kulwa yeye, ndani ya mwaka miaka miwili ndo anaezalisha bilioni nne Yes, kwa sasa kwenda kuzalisha bilioni 31 sio jambo dogo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linakwenda kuleta challenge hata upande mwingine pia na hata mm, kwa vilabu vingine Yes. Steve, uh, umezungumza mengi sana na mazuri kwenye hilo, labda mm, kuna la ziada hapa, labda eh, kuangalia pia hawa ambao wanaenda kuvaa, maana kumekuwa na changamoto pia watu kutoa jezi feki na kadhalika. Ni ipi tahadhari yako, ima kwa hawa ambao wanavalishwa, kwa maana Simba kusimamia hawa watu ambao eh, wanagush jezi feki, ama tahadhari gani kwa Umbro wao wenyewe, labda um, kwa Umbro upande wa, upande wa, wa, wa kuweza kuzidiwa na hawa ambao wanakuwa wanafanyia ambao tunaeta maharamia kwa Umbro sina mashaka nao kutokana na kazi yao ambao wanaifanya hawa ni international branding. Ambao kwa upande huo mi nawatahadharisha zaidi wale ambao wanaweza wakafanya uharamia mm, katika chapa ya Umbro kwamba inawezekana ikawa busara isitumike, yeah, kwa sababu hao watatumia zaidi sheria za kimataifa ambayo inaweza ikawaletea shida zaidi, lakini hiyo kitu kwenye uharamia aliepukiki ni jambo mm, ambalo lipo zaidi lakini naamini kwa hili Umbro wanaweza wakadhibiti kiusahihi zaidi na kwa weredi mkubwa kuliko hivi ambavyo sasa hivi tunaenda tunaendea. Bwana Steve, shukran sana, shukran jazila. Yes, uh, ni Steven Mapunda ametupitisha kwenye kile ambacho wengi mlikuwa mnajiuliza, je, ile tenda ambayo Simba wameitangaza nani ameshinda na za ndani kabisa. Eh, kampuni ya Umbro wao ndio ambao wameshinda. Kilichobaki ni kusaini tu nyaraka za serikali, kwa sababu hii ni kampuni ya kimataifa. Kwa hiyo wanapokuja kuwekeza hapa ba kuna baadhi ya vitu inabidi yaweke sawa. Mambo yakisha kuwa sawa, basi eh, Simba watakuja kuwatangaza Umbro na kiasi cha pesa ni bilioni 30, kubwa zaidi. Hakikisha tu una subscribe Steam Media kwa kubonyeza Eh, sehemu ambayo ameandika subscribe unagusa alama ya kengele, afu unagusa hapa ambapo wameandika all, unakuwa kwanza kuyapata yale mengi ya kimichezo. Mimi ni Yusuf Katalambula, nilikuwa naye Steven Mapunda, lakini nyuma ya kamera ni MC Cisco. Bye, bye.